Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa saladi ya matango, nyanya, vitunguu na dengu. Kwenye bakuli nitaweka dengu nilizochemsha, nitaweka matango, nitaweka na vitunguu maji, nitaweka nyanya maganda ya limao nimekwangua, ntaweka na limao limechanganywa na viungo na mafuta. Ntaweka fish sauce, mafuta ya ufuta, vinegar, pilipili, sukari chumvi na cream cheese na mbegu za ufuta. Mtachanganya vizuri mpaka kila kitu kienee, hizo sosi nilizoweka. Hakikisha unachanganya vizuri sana. Ukitengeneza hii saladi na kuhakikishia hutaacha kutengeneza hii saladi tena kwa sababu ni tamu na ni nzuri sana na itakusaidia kwenye safari yako ya kupungua uzito pia. Mahitaji, naomba angalia kwenye description box ukiwa unaangalia video kwa chini, huwa naandika mahitaji yote hapa. Naendelea kuchanganya na saladi yangu inaonekana imechanganyikana vizuri sana. Saladi iko tayari kwenda mezani. Asante sana kwa kuangalia video zangu. Kama umependa, tafadhali bonyeza like, acha comment, na naomba usiache kusubscribe na kushare. Tukutane mapishi yajayo.